Wakati Watanzania wakijiandaa kupiga kura ya kumchagua rais, wabunge na madiwani Oktoba 29 mwaka huu, watu wenye ulemavu wameandaliwa utaratibu wa, wa kisheria utakaowawezesha kutimiza haki yao ya kikatiba. Utaratibu huo ni pamoja na kupewa kipaumbele katika vituo vya kupigia kura na kwenda na wasaidizi wanaowaamini. Kuna utaratibu ambao umeanzishwa kwa wale ambao ni walemavu ha wanahitaji usaidizi. Uh, tume imeruhusu waje na watu kwenye familia yao au mtu ambaye atamsaidia yule mlemavu. Kwa wale walemavu wengine ambao wana ulemavu wa kutokuona, kuna karatasi maalum ambayo tume imeiandaa ambayo ni ya nukta nundu itakaowawezesha kuweza kupiga kura yao na kuchagua viongozi ambao wanaona wanawafaa. Kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani ya mwaka 2024, watakao ruhusiwa kupiga kura katika uchaguzi huo ni makundi mbalimbali, mbali ya watu waliotimiza umri wa miaka 18 na kujiandikisha katika daftari la kupiga kura. kati Kati ya makundi hayo lipo kundi la watu wenye ulemavu wa aina mbalimbali, ikiwemo wasioona, wasiosikia na walemavu wa viungo ambao wana haki ya kushiriki uchaguzi huo. Tofauti na makundi mengine, kundi hilo hupewa kipaumbele zaidi kwa kuzingatia mahitaji yao muhimu ili kuongeza ujumuishi katika uchaguzi. Takwimu za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC zilizotolewa hivi karibuni zinabainisha kuwa jumla ya watu wenye ulemavu 49174 wanatarajia kushiriki katika uchaguzi utakaofanyika Jumatano Oktoba 29, 2025. Kati yao wenye uoni hafifu ni 5758, ulemavu wa mikono 12852, ulemavu wa miguu 8993, na ulemavu wa macho 4737. Ulemavu mwingine ni uziwi 5153, ulemavu wa ngozi 1019 na 10662 wana ulemavu wa aina nyingine. Utaratibu utakaotumika kupiga kura kwa watu wenye ulemavu umeainishwa katika sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani ya mwaka 2024 kifungu cha 84 cha 3b. Sheria hiyo inaeleza kuwa mtu mwenye mahitaji maalum ikiwemo asioona anaruhusiwa kuomba usaidizi kwa mtu wake wa karibu ili aweze kupiga kura. Sheria hiyo inaeleza zaidi kuwa msimamizi wa kituo, msimamizi msaidizi wa kituo, karani, mwongozaji, mlinzi wa kituo au wakala wa upigaji kura hatakiwi kutoa usaidizi kwa mpiga kura mwenye ulemavu. Kwa mujibu wa sheria hiyo, msaidizi anapaswa kuwa mmoja, isipokuwa pale ambapo katika kaya kutakuwa na mtu zaidi ya mmoja ambaye anahitaji msaada. Mwenyekiti wa INEC Jaji Jacob Mwambegele amesema INEC imeandaa mikakati mingine ya kuwawezesha walemavu kupiga kura kwa faragha. Jaji Mwambegele alisema hayo Julai 31, 2025 alipokuwa akizungumza na wawakilishi wa watu wenye ulemavu jijini Dar es Salaam. Mwambegele alibainisha kuwa mbali na usaidizi wa mtu wa karibu, wasioona wataandaliwa karatasi maalum za maandishi ya nukta nundu ili kuwawezesha kusoma na kushiriki uchaguzi huo kirahisi. Nukta TV.